Njoo bwana mimi unabakia wote. Shika huko mkono mmoja mimi nakushikia. Baada ya ya Mbiu ya wiki ya maji, hifadhi uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Naitwa Winnisia Donald Msela, mhandisi wa maji kutoka ofisi ya Ruwasa wilaya ya Lushoto. Leo tupo katika muendelezo wa maadhimisho ya wiki ya maji na siku hii ya leo tupo katika chanzo cha maji cha Elente kwa ajili ya zoezi la upandaji wa miche ya miti katika eneo la chanzo, na lengo ni kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira katika eneo hilo, na kwa ajili ya ya uhifadhi wa mazingira ya eneo hilo kwa maisha ya sasa na ya baadaye. RUWASA, maji bombani. Asanteni.

Kwa majina anaitwa Sande Matutu kutoka tekinisheni kutoka ofisi ya meneja Ruwasa Lushoto. Lengo la kupanda miti kwa siku ya leo ni maazimisho ya wiki ya maji ambayo anafanyika kitaifa, na sababu za kupanda miti katika hiki chanzo ni kutokana na uharibifu wa mazingira ambao wanafanywa na wananchi katika hili eneo. Kama unavyoona sehemu kubwa imelimwa mahindi na kusababisha mmomonyoko wa ardhi, na toa wito kwa wananchi wa Irente juu kwamba wasilime mpaka kwenye vyanzo vya maji na watoe ushirikiano kutunza hii miti ambayo inapandwa leo, ili iwe endelevu kwa vizazi vingine waweze kupata huduma ya maji.